wa mkoa wa Pwani Shamis Abas Mtupa, kadhi wa mkoa wa Pwani Sheikh Zuberi, mwenyekiti wa halmashauri wakata mkoa Sheikh Masasa, makatibu maimamu wa misikiti, maustadhi na maustadhati, katibu wa kamati ya Iftar Ustadhi Saidi Finanga, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa kutujalia kukutana tena katika siku ya leo, baada ya mwaka jana na mwaka juzi. Bahati mbaya, mimi mwaka jana sikuwepo, lakini mwaka juzi tulikuwa pamoja pale kwa mkoa mkoa. Ndugu zangu, kamati ya iftari na imeanzishwa mwaka 2018 2018 na leo ni 2025 takriban miaka 8. Hii imekuja baada ya mahitaji kuwa mengi, lakini waasisi wa jambo hili Sheikh Tungi na Sheikh wa mkoa wa Pwani wakaweza kukaa kwa pamoja wakakusanya baadhi ya watu watu wakafanya sura na kisha kuunda kamati hii. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuaminiwa mimi pamoja na wenzangu kutoka kamati imeanza kuwa mwenyekiti wa kamati hii, lakini tunachomshukuru Mungu zaidi ni kwamba kadri mwaka unavyokwenda waumini wanatukubali na waumini wanatuamini kwa kwa sababu tumekuwa tukianza. Kwa mwaka wa kwanza tulianza kwa kuchechemea sana, bajeti ilikuwa milioni 30, lakini tukapata milioni 3, lakini tulikuwa tumechelewa kadi tulipokuwa tunakwenda mwaka jana, tukafikia nusu ya bajeti kwa almost milioni 16 na tukawagaia baadhi ya watu wale ambao tunaweza kuwafikia, lakini bado msimamo wetu ni vile vile kwamba mashehe, maimamu, maustadhati, maustadhi lazima tuwaangalie, kwa sababu nyie ndio mnaotufundisha sisi, nyie ndio walezi wetu, nyie ndio mnaosukuma ili gurudumu la dini ili wafanikiwe watu maana yake nyie ni lazima mfikishe maneno ya Mwenyezi Mungu yatu yaingie, alafu akisha yaingia, maana yake sasa wewe wata ukija kusema kwamba naomba kitu hiki, anakumbuka kwamba natakiwa nitoe sadaka sadaka hii na faida gani, na sadaka hii na maana gani? Kwa hiyo ndugu zangu, kwa mwaka huu tusemeni alhamdulillahi rabbil alamin. Tunasema hivyo kwa sababu bajeti yetu imevuka milioni thelathini laki nane sabini na saba na senti lakini tumepata zaidi ya milioni 40 kama milioni 40 katika hao kundi la wa, wa, wa, wanafunzi wafungwa mahitaji maalum yn yani viziwi vilema na watu wengine wote katika mkoa wa Pwani. Safari tumewafikia watu elfu 5. Bajeti ya, ya mwaka jana ilikuwa inawawezesha kutumia walau kwa siku sita mpaka kumi lakini this time around umeweza kuongeza na kufikisha siku kumi na mbili mpaka kumi na saba kulingana na kwamba jinsi yes, wao wenyewe watakavyoweza kutumia. Hii ni very big achievement ambayo sisi tumepiga, lakini na kwenu nyie pia ni msaada mkubwa, kwa sababu kama watu wasingeelewa hili somo, kwa sababu kama mtu aelewi somo hawezi kufaulu, si ndio? Na kama anaelewa kiasi, manake somo ufaulu wake unakuwa ni mdogo lakini kwa uwezo wa allah subhanahu wa taala si kwa uwezo wetu sisi au ujanja wetu sisi tumeweza kufikia lengo hilo na mwenyezi mungu amejalia tunaweza leo kufikia hivi ndugu zangu wa islamu kila wilaya tumeweza kuichukua watu 500 kila wilaya kasoro wilaya ya mafia peke yake ambayo tumekadiria watu 150 lakini alhamdulillah wilaya zote zimepata kuna wilaya ambazo zimezidi Mfano, wilaya yetu ya Kibaha ni kubwa, si ndio? Kibaha mjini plus Kibaha vijijini tumechukua watu wengi zaidi kuliko wilaya nyingine. Wilaya Bagamoyo ikafuatia, then wilaya nyingine zikaenda kawaida. Ndugu zangu wa Islam, leo tuna wakaribisha kundi jingine la pili, kama nililosema, vilivyopo vveleenu hapa hivi ni vya kwenu vilivyopo ni vya kweli na tutavigawa vile vile, bila kuangalia kwamba ni nani ni nani. Tunagawa kwa usawa, kwa kadri Allah alivyotujalia. Maimamu pamoja na maustadhati na maimamu na maustaya, almost ni watu 60 mwaka jana, nafikiri mtakuwa mnakumbuka, mlikuwa ni watu hamsini kama mnakumbuka. Mwaka huu tumeongeza ni watu 60, kwa hiyo niwashukuru sana, nimshukuru shehe wetu wa mkoa, shehe Abasi Hamisi Mtupa, kamati hii kamati mimi ni mwenyekiti, lakini kuna watu ambao wamenizidi vyeo, kuna madasi mle, kuna masp, kuna watu gani, lakini niwahakikishie ndugu zangu Waislamu, kuna wafanyabiashara wakubwa pamoja na mkuu wa mkoa ambao ni walezi wetu. Kamati hii tunafanya kwa ushirikiano mkubwa mno na kwa maelewano makubwa mno yaani licha ya kwamba wao wanavyoo vyao lakini bado sauti ya mwenyekiti inakuwa pale pale. Hii ni kuonyesha kwamba bado maimamu mna nguvu kubwa ya kuweza kuelimisha kwamba viongozi wedha hana mali hana elimu hana, lakini kashawepo kuwa ni kiongozi basi anatakiwa kutuiwa pamoja na kuheshimiwa. Kwa hiyo niwashukuru kwa niaba ya kamati, kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu lakini letu, na viongozi wetu na vile vile mheshimiwa Mufti kwa kutusaidia na kutupa msukumo na kutupa moyo. Baada ya tumekuwa na mimi na shehe Mtupa akatupa moyo sana, endeleeni na wanawaunga mkono. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nimkaribishe katibu wangu, ataeleza mgawanyo wa hivi vitu na mtakuja kuona, je, kuna kitu kimeongezeka au kimepungua. Wahanza, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi kwa niaba ya wajumbe wenzangu wa kamati ya iftari, kwa niaba ya ya wajumbe wenzangu wa kamati ya iftari leo so hii, nawaita hapa kama kundi la pili baada ya kuwa tumefanya mgawanyo katika ile kundi la mwanzo na makundi maalum ambao walikuwa wanafunzi na wafungwa pamoja na wale wahitaji maalum leo hii tutagawa kwa viongozi wa misikiti ambao mmekuwa mkiongoza ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Idadi ni mi watu sitini kutoka wilaya Kibaha, ya Kibaha pamoja na maeneo ya jirani. Vitu ambavyo tutagawa leo ni mchele kilo ishirini kwa kila mmoja, sukari kilo tano, maharage kilo tano, tambi pakiti tano mafuta lita tano pamoja na tende ya kilo moja sawa. So zote zina thamani ya shilingi laki moja kumi na moja elfu na mia sita. Hii ni awamu ya pili, ambapo baada ya kufanya mgao wa awamu ya kwanza tuliendelea na michango mpaka tulipofikia leo, kwa tumefikisha azma ambayo tulikuwa tunahitaji Kia watu sitini viongozi wa misikiti. Kwa hiyo leo ndo tutakuwa tunamaliza zoezi letu kwa mwaka huu inshaallah. Baada ya kuwa tumevigawa hivyo, na kama alivyosema mwenyekiti wangu, tunagawa sawa kwa sawa, hatuna tofauti kwamba msikiti flai ni mkubwa yetu tumgaie zaidi, hapana, viti vyote viko sawa. Kwa hiyo kwa kusema hayo, ni mkaribishe hamasishaji mhamasishaji sheikh wa mkoa viongozi kamati ifari mwenyekiti na katibu kwa niaba ya wajumbe wote wa kamati, kadhi wa mkoa wa Pwani Alhaji Masasa, mwenyekiti katibu wa mkoa, maimamu wa misikiti, mashehe wa kata maustadha ati huko mliokuwepo, kwanza tunawakaribisha katika jambo letu hili lakini pia tunawatakia Ramadhani mubarak na Ramadhani makbuli insha allah. Leo tumekutana hapa, hatusemi kukamilisha, kwa sababu Ramadhani bado ingalipo na sisi wadau wetu wapo duniani qadi yanzilu llahu shay'an fad yajal llahu bada usrin yusra, Mwenyezi Mungu anaweza akateremsha neema nyingine ambayo hatuitarajii. Basi viongozi wangu wakaandaa mchakato mwingine wa kuwafikia watu wa wilaya nyingine ili na wao waweze kupata barka ya ifara, lakini kwa bajeti tuliokuwa nayo mkononi ambayo mwaka huu tumeipokea na kwa mujibu wa CPA wangu hapa Alhaji mtarajiwa Saidi Mfinanga ni wow. Bwana ni katika wasaidizi wa CAG, ni watu wanaofanya ukaguzi wa makampuni mbalimbali ya fedha za biashara zao, na yeye ndiye nimemtumia, amekwangua kwenye akaunti, au sio bwana <laughs> mimi <laughs> niliwaambia jamani, hata mbegu amweki, maana yake ukila ukivuna unaweka na mbegu, akanabiashia tubakishe mbegu yote na mimi shehe wao sio shehe wa dikteta. Kwa hiyo kwenye akaunti ile ya CRDB wamekwangua mte na kwenye tigo, tigo tigo lipa pale, abaeisnamia lhajibajuala nayo wamekwangua yote, kuonesha kwamba hatuna kitu kinachobakia. Labda hiki kiende kwa fulani kiende kwa fulani. Ni watu ambao tumewachagua katika kamati hii, na mimi napata faraja kubwa sana Napata faraja kubwa sana. Hakuna mtu ambaye miongoni mwao anakuja sasa, bwana shekhe, mimi unanifikiriaje? hawa wote wote kwanza nitoa. Jukumu letu sisi la kamati, kwanza kila mjumbe anatoa laki moja moja. Wajumbe wote wa kamati n yaani pesa ya maandalizi yote, kila mjumbe anatoa laki moja moja, na kuna watu wamehama Kibaha lakini bado wapo ndani ya kamati na wao wanatoa hizo pesa, ndio yale maandalizi yale, maturubai, sijui maspika, hiki na hiki, waandishi wa habari. Hatutaki kuchukua pesa ya watu ambao wanachanga, alafu na sisi tukawa tuna menga kufanyia maandalizi. Hilo kwanza mlione katika kuheshimu zile sadaka za watu zinazotolewa, lakini jambo la pili, jambo letu hili, namshukuru Mwenyezi Mungu kama alivyosema mwenyekiti, mwaka huu kupitia mgeni rasmi Alhaji Abdallah Hamisi Ulega, lakini aliwakilishwa na mkuu, mkuu wa mkoa baraka zao, baraka zao na wadau mbalimbali, angalau zimetufikisha katika kiwango kinachokusudiwa. Wilaya zote saba, Mafia wamepelekewa pesa milioni moja laki nne na kiasi, kalipwa mzabuni kule Mafia, kalipwa mzabuni wa thamani ya pesa hiyo kwa ajili ya mzigo. DC kule anayo taarifa, atasimamia zoezi na katibu tawala. Lakini Rufiji, katibu wao tawala wa wilaya kachukua mzigo wa nguvu tu nafaka. Kibiti, katibu wao tawala kaja kuchukua mzigo wa shule ambazo wameomba kule. Lakini Mkuranga, Kisarawe, Bagamoyo, Kibaha hapa ndio tumewagaia wenyewe, kwa hivyo mwaka huu wilaya zote saba na Chalinze pia. Jimboni kule Chalinze kuna shule kule inaitwa Tarawanda na Chalinze hii Tarawanda imeondoka na kilo ngapi? mia sita mchele, maanake amekuja na msaafu wa majina yao zaidi ya mia tatu e. Sasa na huyu bwana huyu jinsi alivyokuwa mchumi anapanga paka zile tonge za watu <laughs> kwa hiyo wale walileta msaafu wao, wanafunzi wengi wameondoka na kilo mia sita baraka, si ngapi? Kwa hivyo wilaya zote tumezifikia kuonesha kwamba tumetimiza lengo. Bado kuna tageti ambayo tunatakiwa mwakani, bihnillahi taala, tuweze kuifikia kwamba hii neema ambayo leo mnaipata nyinyi, tunatamani pia maimamu wawakilishi wa wilaya zote, kwa sababu hii tunaye hapa Saimu Gwao eh, toka kule Mtoro atairusha hii, lakini watu watasema watashukuru, lakini shakoa mkoa nitaonekana naipendelea wapi Kibaha. Sasa ikifika mwakani kama tutapata neema Kibaha, mkikosa huu wito ukaenda katika wilaya nyingine msinungunike eh hey, kwa sababu mwaka jana tunawa surprise nyinyi na mwaka huu sasa ikitokea mwakani tumebakiwa na mzigu kama huu, tukasema kamati tunakwenda wilaya nyingine, basi nyinyi mtuombee dua, msiseme tumewaacha. Lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu, bajeti ikiwa nzuri, basi zoezi kama hili basi angalau tuwashike mikono maimamu wetu wote wa mkoa wa Pwani katika wilaya hapa Kibaya, maanake nyinyi tumewamega tu, sio wote ambao tumewachagua hapa. Lakini pia tunamshukuru Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania. Mimi siwezi nikafanya majambo haya bila baraka zake na ndio maana tulitoka kamati, mimi na mwenyekiti, tukaenda kwanza kumpa taarifa zote detaili zote, na yeye kaishukuru sana kamati, katuombea dua, kwa ilivyo anajua a hey, tu Z ambacho kinafanyika hapa. Kamati yetu hii ni kamati ambayo mimi ni mlezi wake, lakini mwenyekiti Sheh Omari Hatibu, katibu ni huyu bwana CPA Saidi Finanga na ustadhi Muhammad Tundia yeye ni mjumbe, alhaji Juma Bajwala hapo ni mjumbe, na mwasibu wetu tunao. Pia na kina mama ambao wanasimamia mambo yetu hapa, na jinsi tunavyoaminiana, yani hata wakiwa watu, watu wawili wanafanya kazi aisio ba, hatuna ile mambo lazima tukamilike kolam. Mambo tunayamaliza kwenye vikao vya kuzoom eh, tunayamaliza kupitia grupu letu Watu wako Dodoma, wengine wako Masasi, hao wote wanafanya jambo kwa ajili ya jambo hili. Kwa hivyo, mheshimiwa Mufti, tunamshukuru sana kwa kufanikisha jambo hili, lakini pia tunamshukuru mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa amani anayoidumisha ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa utulivu anaoidumisha ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa baraka zake mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ndio inayotupa sisi fursa ya kuyafanya haya. Kama amani ingekuwa imemponyoka mheshimiwa rais ndani ya nchi hii, tungekuwa kama kule Kongo, watu wanavuka kwenye mito kupitia mizigo yao lumbesa, lake la huo mtu ndiye anafanya mtumbwi wa kuvuka kwenye ziwa kujinusuru na risasi. Tusingeweza kukaa hapa leo. Kwa hivyo, pongezi zote kwanza tunampa mtumishi namba moja wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, uongozi wake uliotukuka, yeye ndiyo ambaye amesababisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Tanzania iendelee kuwa na amani na utulivu na mshikamano makundi mbalimbali leo Tanzania yanakutana kwa ajili ya kufanya khairati mbalimbali, tukiwemo sisi. Bila ya amani haya yote yatafanyika. Na kabla ya kuondoka naye, pia tutamwombea dua ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani katika kumi hili la pili, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, Daktari Samia Suluhu Hassan ampe afya na usaidizi wake na ampe maono. Lakini pia huu ni mwaka wa uchaguzi, Mwenyezi Mungu atuvushe salama salimin. Pia nimshukuru kwa mara nyingine mkuu wa mkoa wa Pwani kwa kile ambacho alichotufanyia hapa ni ugawaji wa ifari unaofanyika na kamati ya ifari mkoa wa Pwani kwa sehemu ya maimamu wa wilaya ya Kibaha. Mwenyezi Mungu alete kabuli katika ibada hii kila, kila, kila mmoja anapata mchele kilo ishirini, sukari kilo tano, tambi pati tano, maharage kilo tano na mafuta lita tano.